Kuna breaking news hapa kuhusiana na mtoto wa kiume wa Rais Samia Suluhu Hassan anayefahamika kwa jina la Abdul Halim Hafidh Amir. Bila shaka wengi wenu mtakuwa mmesikia jina la huyu kijana Abdul ambaye licha ya kuwa ni mtoto wa rais, lakini katika siku za hivi karibuni jina lake limekuwa likihusishwa na masuala mbalimbali yanayoendelea nchini Tanzania. Na hasa katika kipindi hiki ambacho uh, baada ya maandamano yaliyofanywa na vijana wa Gen Z hapo Oktoba 29 na na serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan kutumia nguvu kubwa na ambapo hadi muda huu kuna idadi kubwa ya vifo, na kibaya zaidi ni kwamba mauaji hayo yanaendelea kwa mujibu wa ripoti kutoka sehemu mbalimbali. Sasa, jina la Abdul limekuwa likihusishwa na baadhi ya taarifa zimedai kuwa yeye ndiye hasa aliyesimamia operations ambazo zimepelekea hayo mauaji na katika makala iliyopita hapa hapa Jasusi TV uh, kuna video ambayo kuna makala ambayo inaelezea kuhusiana na swala hilo, ambapo kulikuwa na clip uh, ya sauti ya Kiswahili uh, sauti ya Kiswahili ya idhaa Kiswahili ya Sauti ya Ujerumani ikielezea kuhusu huyo kijana ambaye ni mtoto wa kiume wa Rais Samia Suluhu Hassan. Sasa hapo jana kwenye akaunti yake kwenye mtandao wa kijamii wa X, akaunti ya huyu Abduli. Uh, baadhi ya watu walifanikiwa kupitia tweet post zake za nyuma uh, posti katika mtandao wa kijamii wa X yani zamani Twitter uh, huo zinafahamika kama tweets. Kwa hiyo watu walifanikiwa kuangalia tweets zake za nyuma, na hizo tweets za nyuma zimetoa taswira ambayo inaweza kuwasaidia watu mbalimbali mbali kumwelewa huyu kijana kwa sababu pamoja na tuhuma nyingi zilizokuwa zikitolewa dhidi zili yake, muonekano wake, uh, sauti yake haijawahi ya kusikika sehemu yoyote, ila muonekano wake ulikuwa unaonyesha ni kama kijana mwenye mwenye aibu, alafu anaonekana kama ni mtu mpole. Sasa ikapelekea baadhi ya watu kuwa na hoji kwamba hizi ah, kweli tuhuma hizi zinazoelekezwa kwa huyo Abdul ni za kweli? Mbona mtu mwenyewe anakaa ni mpole, alafu anakaa kama ni mtu mwenye aibu aibu, lakini hizi tweets zake zinatoa taswira ya mtu tofauti. Uh, kuna mengi sana ambayo yameongelewa na mtaniwia radhi. Uh, baadhi ya hizi tweets zina lugha ambayo inaweza kuwakwaza watu kwa sababu kuna ma mambo ya, ya ngono uh, mambo ya kijinsia na vitu kama hivyo, lakini ni muhimu kuweka haya hadharani kwa sababu yanasaidia kuelewa muktadha wa haya yanayoendelea, kwa sababu baadhi ya watu wamekuwa wakisema, ah, labda inawezekana kuna mtu ana matatizo ya akili, kwa sababu katika mazingira tu ya kawaida huwezi kama una akili timamu kuua maelfu ya watu na ukatarajia kuendelea kuwa madarakani. Mtu mwenye yote mwenye akili timamu hawezi kufanya kitu kama hicho, lakini pia licha ya kuua maelfu ya watu unaendelea kuongeza tena ile idadi watu ambao unatarajiwa kuwaongoza sasa. Huwezi huwezi kuwaua kuwa watu ambao unataka kuwaongoza, hilo haliingi akilini. Kwa hiyo baadhi ya watu kama ilivyoelezwa katika makala zilizopita, makala moja mbili iliyopita kuhusu nini hasa kimetokea kichwani kwa rais kwa rais Samia Suluhu Hassan au watu wanaomzunguka na, na baadhi zikatokeza hoja hi au hisia kwamba labda kuna swala la matatizo ya kiakili yanayopelekea vitu kama hivi. Sasa hizi tweets hapa zinatoa taswira ya mtu ambaye ana matatizo. Kwa sababu a, katika baadhi ya tweets huyu kijana ameeleza kwamba yeye amesha alikuwa akiingiliwa kinyume cha maumbile. Aa, na ni kama ni kitu ambacho anakipenda. Kwa lugha nyingine, kwa ni kama anasema kwa yeye ni shoga na anapenda ushoga, na akawa anaeleza jinsi anavyofanya mapenzi ya kishoga, licha hayo masuala yake mwenyewe ambayo kwamba yeye mwenyewe anasema kwamba aliingiliwa uh, na majini na vitu kama hivyo, wanatumia maneno ambayo pengine siwezi kuyatumia hapa moja kwa moja, lakini unaweza kuona hizo tweets hapo a, kwenye a, ambazo nime, nimeziweka hapa kama screenshot a, jingine ambalo linatoa taswira kuhusu kijana ni aina ya vitu anavyovipendelea, kwa sababu ameorodhesha machapisho mbalimbali, amekuwa akitoa nukuu na machapisho a, ambayo Uh, inaokana ni vitabu anapenda kuvisoma. Kuna nukuu nyingi sana kwenye tweets zake, lakini zile nukuu pia ukiingia kiundani zinatoa taswira. Mfano, moja ya kitabu ambacho amekiweka kinaeleza kuhusu uh, jinsi dunia ilivyo, yani ilivyo na, na, na kasoro na kwamba kasoro hizo katika dunia zinachangiwa na watu kufuata sheria, yani kuzingatia sheria kufuata kanuni na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni kama mtu ambaye anafikiria kuwa Uh, dunia bora ni ile ambayo um, kuna ukiukwaji wa kanuni, kwamba hakuna kanuni, yani kama sheria zipo ni kama hivi, kama uh, labda watu wakiandamana, badala ya kutafuta mwafaka, basi la muhimu ni kwenda kuwapiga tu risasi na vitu kama hivi. Kwa hiyo kuna maelezo fulani, lakini pia anaonekana kuwa obsessed sana na maswala ya vita um, uh, uh, amewanukuu wana falsafa wa masuala ya vita, wana falsafa wa zamani wa masuala ya vita na vitu kama hivyo ambavyo kwa hakika vinazua vina tafakuri pana na kwa, kwa kweli watu wengi wameshtushwa na yale walioona katika hizo tweets zake. Hata hivyo baada ya kugundua kwamba hizo tweets watu wamezisoma ameifunga ile. Kabla hajaifunga kwa maana hayuko mtandaoni, hapana, unaweza katika mtandao wa kijamii wa Twitter, kama ilivyo kwenye mitandao ya kijamii mingine, ukazuia zile tweets zako zisionekane kwa watu ambao hawakufolo au huwafolo. Kwa hiyo kwa sasa watu ambao wanaweza kuona tweets zake ni wale ambao wanamfolo. Hopefully miongoni mwa hawa wanaomfollow watapata ujasiri wa kupitia tweets hizo na kutoa screenshot ili watu waweze kumuelewa vizuri huyu kijana, kwa sababu kama unavyosema awali, kumekuwa na maswali mengi kuhusu nini hasa kinamsukuma huyu kijana, kulingana na hizo taarifa ambazo zimepatikana, kwamba yeye ndio anatoa amri za watu kutekwa, anatoa amri za watu kuteswa. Lakini pia moja ya jambo ambalo limekuwa likiumiza sana watu ni kushamiri kwa vitendo vya ulawiti. Sasa ukisikia masuala ya ulawiti alafu kuna mtu anasif, anajisifia kuwa ni shoga, unapata muktadha hapo, unalingana kwamba mm, inawezekana labda haya yanafanyika kwa sababu mtu mwenyewe naye anahusika na vitu kama hivyo. Kwa hiyo uh, kwa hakika hizi tweets ni zinasaidia kwa namna fulani kuelewa, kwa sababu moja pia ya changamoto zilizopo mpaka muda huu ni jinsi gani huu unyama unaoendelea utakavyoweza kukomeshwa. Sasa ni vigumu kupambana na adui usiyemjua kwa hiyo hizi tweets zimekuwa na msaada mkubwa sana kuelewa kwamba watanzania wanadili na mtu gani, au Abduli ni mtu wa aina gani, kwa sababu haya ni maelezo yake yeye mwenyewe. Sio mtu fulani anasimulia kwamba huyu kijana yuko hivi. Hapana, hizi tweets zinaeleza yeye ni mtu wa aina gani kwa kiasi kikubwa. Tweet moja, ya vitu vya msingi ambavyo vinatoka katika tweets ni mtu anaonekana, huyu kijana ni mtu anayejichukia mwenyewe, ni tuseme kwa Kiingereza wanatumia ni mtu ambaye yuko disturbed yni kichwo chake akijatulia vizuri. Sasa inawezekana kabisa haya maamuzi yanayofanya haya matendo anayofanya huu ukatili anaofanya unachangiwa na matatizo aliyokuwa nayo na kusema kwamba huenda hizi ni ishara za matatizo ya akili, kwa sababu hata ukatili kitabibu, uh, ki na pengine kisaikolojia, nasema watu makatili sana mara nyingi wanakuaga na matatizo ya akili, na katika, za, katika hizi zilizovuja inaonyesha kabisa kwamba huyu kijana kwa kiasi kikubwa ni kama anajichukia yeye mwenyewe. Sasa mtu ambaye anajichukia yeye mwenyewe hashindwi kwenda kuwachukia watu wengine au kuwaumiza watu wengine. Kwa hiyo hizi tweets zinaweza kuwa na msaada wa kumwelewa, na kama anavyosema, huwezi kupambana na adui ambaye humwelewi kiundani, yukoje, anafanya nini na vitu kama hivyo. Lakini katika, katika mazingira yaliyopo ambapo kuna mkwamo wa miongoni mwa watu kwamba nini kitakuwa stahili kufanya ili kukomesha yanayoendelea. Wakati huo kuna majonzi yaliyotokea huko nyuma, lakini kipaumbele kikubwa zaidi kwa Watanzania sasa ni kukomesha unyama unaoendelea, kwa sababu takwimu zinazokuja kwa kweli zinazidi kutisha. Kwa hiyo kwa kifupi, hii ndio breaking news ya hizi tweets za huyu kijana Abdul. Je, una maoni gani kuhusiana na hizo tweets? Karibu utoe maoni hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaherini.